Tumeona Mungu yeye anazaa kama mwanamume na mwanamke, ila yeye anazaa kwa neno. Utakapolipokea neno lake ndani yako, halafu Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na jeshi lote la mbinguni linakuwa linambatana na wewe katika ulimwengu wa roho, unakuwa utembei peke yako. Kwa kile kitendo cha kuwa na Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na ile kazi maalum ambayo umepewa kuifanya inakufanya na wewe kuwa na sifa za uungu. Hapa naongelea mtu wa kawaida, kwa sababu Mungu amesema na sisi tukimpokea Bwana Yesu, kwa Bwana anakuza maisha yetu, na sisi tutafanya kuwa wana wa Mungu, na sisi sasa tunazungumza so, so, so, swali. Kwa hiyo na sisi ni Mungu eh Unaitwa Mungu kwa sababu neno la Mungu ndani yako na ndani yako ameingia Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na jeshi la malaika. Wakusanyika wawili watatu kwa ajili yangu, nitakuwa katikati yao. Kwa hiyo na wewe ukikaa karibu na Mungu, nawe unakuwa na sharabu zile sifa zile nguvu za Mungu, unakuwa na na wewe nani? kwani amkumbuki Musa alivyoitwa Mungu? Alisema nitakufanya kuwa nabii kwa Israeli na kuwa Mungu kwa Farao. Kwa hiyo atakuwa Mungu kwa Farao. Atakuwa Mungu Farao, inakuwa ma ma ma maana gani? Musa amepewa kazi ya Mungu kwenda kuitimiza, kuwakomboa wana wa Israeli kutoka wapi? Misri, kwenda wapi? Kanaani, nchi ya ahadi. Kwa hiyo sasa Farao atapiga magoti mbele ya Musa kwa sababu ana nguvu. Yaani imefika mahali Musa amekuwa karibu na Mungu, ameanza kuwa na, na, ile ule utukufu wa Mungu umeanza kuwa juu yake juu yake.